amekuwa akiingia itikafu au akifanya itikafu kumi la mwisho la Ramadhani. Anasema Sheikh, idha tayassara laka an ta'takifa al-ashra al-awakhira min Ramadhana, ikiwa itakurahisikia kuingia itikafu kunako kumi la mwisho la Ramadhani

na pia ni kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lazimu almasjida lissalati, unalazimiana na msikiti kwa ajili ya kufanya ibada ya sala. Wa dhikri, na ibada ya dhikri kumtaja Allah. Wa qiraati alquran, na kuisoma qurani wa ghairiha min altaati, na mambo mengine katika mambo ya taa, ibada zipo nyingi sana. Watakunu fi itikafika ma fi'il ltaati multamisan lailat al qadr. Kisha kuwa kwako ku katika itikafu hii pamoja na kufanya kwako ku taa mambo ya, mambo ya utiifu yote hayo kwa ajili kwa malengo pia ya kuitafuta Lailatul Qadri. Anasema Mtume alaihi salatu wassalam, kwa hadithi aliyopokea Imam Muslim, inni itakaftu lashara lawal, hakika mimi ni miika itikafu kumi la mwanzo la Ramadhani, altamisu hadhihi laila, nikiutafuta huu usiku, yaani usiku wenye cheo lailatu lqadri

Yule ambaye anayependa miongoni mwenu kuingia itikafu basi aingie kwenye hili kumi la mwisho. fa ataka fannasu, maahu watu wakawa wameingia itikafu pamoja na Mtume alaihi salatu wassalam. Hadithi amepokea Imamu Muslim kuonesha kwamba lailatul qadri yapatikana kunako kumi la mwisho la Ramadhani.

wa idha arada ahaluka min zaujatin min ujati, au banatin au ghairihina litikafa fala bas, na ikiwa mmoja katika ahali zako mke mmoja katika wake zako au mabinti zako au wengine katika familia yako watataka kuingia itikafu, hakuna tatizo lolote kwa hadithi ya Aisha, Allah amridhie. Aisha ambaye ni mke wa Mtume akituambia kwamba Mtume Alayhi salatu wasalam kana yatakifu alashra alawakhir min ramadan, amekuwa akiingia itikafu kuna kukumi la mwisho la Ramadan. hata tawafahu allah, hadi pale ambapo Allah alipomfisha. thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha baada ya Mtume wake zake pia wakawa ni wenye kuingia itikafu. Mtume alipofariki wake zake wameendelea wanaingia itikafu. Kwa hiyo mwanamke pia anaweza akaingia itikafu, hakuna tatizo lolote uh. idha itakafta fi lmasjidi famtathil amr llahi fi litikaf, utakapoingia itikafu msikitini, basi jitahidi kufuata amri ya Allah subhanahu wa taala ndani ya itikafu. Na amri yenyewe ipi? wa min dhalika adamu almubasharati lizawjati bishahwa, kuto ku, kugusana na mke wako kishahwa, kimatamanivu. Wakadhalika almu'takifatu la tubashiru zawjaha bishahwatin, hivyo hivyo mwanamke ambaye iko itikafu asini mwenye kugusana na mume wake kimatamanivu, kishahwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, na wala msikutani na wake zenu, kugusana na wake zenu, na hali ya kuwa mko itikafu, eh, ndani ya misikiti. Tilka hududullahi fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah, na wala msikurubi, msiingii katika hiyo mipaka ambayo Allah ameweka, msivuki hiyo mipaka. Idha kunta mu'takif, idha kunta mu'takifan filmasjidi fala takhruj illa li hajatin, utakapokuwa iko itikafu msikitini basi usitoki isipokuwa kwa haja. Kaqadail haja, kama vile mtu atakwenda adabuni. Wa taami, au mtu atakwenda kutafuta chakula. Wa sharabi, au mtu atakwenda kutafuta kinywaji unywe. Idha kana yumnau min almasjid, ikiwa kwamba hivyo vitu vinakatazwa msikitini, mfano kukula msikiti umefanya itikafu, anakataza kukulia ndani ya msikiti, inajuzu kwenda kukulia nje ya msikiti hiyana wanahwi dhalik, na mengineyo. Kwa hadithi ya Urwa na Amrata binti Abdirahman kwamba Aisha radhiallahu anha mke wa Mtume sala na salam zimshukie, kasema: wa in kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama la yudkhil alayya rasahu wa huwa fi lmasjidi fa urajiluhu, kwamba mtume alayhi salatu wasallam amekuwa akiniletea kichwa changu, kichwa chake, akiingiza kichwa chake huku ndani kwangu, na aliyakuwa yeye mtume yupo msikitini. Fa urajiluhu, ninamtana ninamwekea sawa nywele zake. Wa kana la yadkhulu albayta illa li hajatin idha kana mu'takifa, na kwamba mtume alayhi salatu wasallam amekuwa haingii ndani kwake kutoka msikitini.

inshaghil fi lmasjidi bitaati wa lqurabi ilallahi taala, lakini jishughulishe ndani ya msikiti kwa kufanya taa tofauti ibada tofauti na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala, kisha akasema wala tashghal waqtaka bil kalam al farigh, na wala usipotezi muda wako kwa kuzungumza maneno yasiyofaa. Au al hatif fi ghairi ta'ati Allah wa nahwi dhalik, au kujishughulisha na simu katika vitu ambavyo sio vya taa, sio vitu vya kumtii Allah na mfano wavyo. Wala ta'ud marida, wala usimtu mwenye kutoka toka hovyo tu unaenda kumtembelea mgonjwa la tulia sehemu moja kwenye itikafu yako, ili ibada yako ipate kwenda vyema. Haya, idha kabirta fi sinni mathalan, utakapokuwa mkubwa sasa, kwenye umri miaka imekwenda, wadhananta dunuwa ajalik, na ukaanza kudhani kwamba vile wakati wote unaweza kufariki Faakthir min ltacat mustaghila baqiyat lcumuri, basi kithirisha taa, kithirisha mambo ya kheri kwa kutumia umri wako unaobaki, uchache wa umri wako unaobaki utumie katika kheri bal yakun hadha huwa da'abuka hatta law kunta shaban, bali hili la kutumia umri wako ndo iwe ndo iwe maumbile yako, ndo iwe ada yako, ndo iwe kawaida yako, hatta kama utakuwa uko kijana, jihimize na mambo ya kheri. walakin kullama kabirta fa innaka taqrubu min al-maut, lakini kadri ya jinsi unavyokwenda unakuwa ndivyo unavyosogelea kifo. Ukiongeza mwaka, elewa kwamba leo umeeneza miaka thelathini, miaka thelathini hapa duniani, lakini elewa kwamba vile vile miaka yako ya kubaki duniani pia inamalizika. Cha ajabu watu wanapoeneza mwaka fulani au anapofika ile siku yake ya, ya kuzaliwa Mtu anafanya sherehe na kufurahia kufanya birthday, anafurahi eti nimeeneza miaka ishirini na tano. Anasahau kwamba vile anaelekea kufa, muda wake wa kuishi duniani unamalizika. Mathalan, Allah amekuandikia utafariki na miaka ishirini na sita, wewe unaeneza miaka ishirini na tano, unafurahia na kufanya sikukuu na kuwaita marafiki, zawadi tofauti, unafurahi unabakiza mwaka mmoja ufe. Lau kuna akilin, lau tungilikuwa ni wenye akili na tukawa tunayajua yale ambayo tusiyajua, pindi unapoambiwa unabakiza mwaka mmoja ufariki, nadhani hakuna ambaye angilikuwa anafanya birthday, hakuna ambaye angilikuwa anafurahia ujio wa mwaka mpya bali kila mmoja angekuwa ni mwenye kusikitika na kulia sana na kuzidisha ibada kwa wingi. Kama ingeliwezekana hata mtu kulala msikitini mpaka siku anakufa kwake, ili awezo mtu wa ibada, basi watu wangeliweza kulifanya. Lakini madha anafali, sisi tunafanya nini? Nahnu minal ghafilin, tupo miongoni mwa watu walioghafilika. Hatuoni, tunafurahia yale tunayoyaona, uneneza mwaka mpya, unafurahi unasherehekea, una, una kabisa, ila unasahau kwamba unaenda kufarikiana na dunia uingie katika maisha mengine ambayo yanayokusubiri. fa in tayassara laka an ta'takifa akthara min 'ashr fi akhir hayatika fafal, kama mwanadamu unaweza kuingia itikafu, ukajituma kwenye itikaf zaidi ya siku kumi kunako mwisho huu wa uhai wako. Fafal, basi fanya, jisogeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kwa hadithi ya Abu Huraira akisema kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam wasalam ya'takifu ya fi kulli Ramadana asharata ayami, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya kila Ramadhani alikuwa akifanya itikafu ya siku kumi. Falamma kana al-aamu alladhi qubida fihi ya'takafa 20 yawman, pindi lipofika mwaka ambao Mtume alayhi salatu wasalam ameondolewa nafsi, mwaka ambao amefia ndani ameekaa itikafu siku ishirini. Kumbe ni vyema mwanadamu ujisogeze kwa Mola wako kuwa mwingi wa ibada. wa malhayatu dunia ila matau lghurur, maisha ya duniani si chochote isipokuwa ni maisha ya udanganyifu, ni mapito. tukalamhi lbasar Maisha haya duniani ni mfano wa kukapua mara moja tu, umefumba na kufumbua umekwisha ondoka duniani. Maisha duniani ni muda mchache sana, muda mchache sana, japo utaishi miaka sitini, sabini, themanini, tisini, mia, lakini hiyo miaka wewe unaona ni mingi, ila ni miaka midogo mno ukilinganisha na miaka ambayo utakayokwenda huko kaburini isabia umetoweka leo katika hii ardhi, umeondoka, umeingia ndani ya kaburi lako hadi kiyama kusimama. Unajua kuna muda wa kiasi gani ambao utakaofanya upo ndani ya kaburi? Kama ulikuwa mtu wa mema, pongezi kwako kwa, kwa neema ambazo utakazozikuta huko kaburini. Na kama umekuwa mtu wa shari basi hasara kwako kwa yale ambayo utakayokutana huko kaburini. Jiulize, mfano ulikuwa na babu yako babu, huenda babu yako amefariki akiwa ya na miaka sitini. Wewe si ajabu kipindi babu yako alipofariki hukumdiriki, ila unaambiwa alifariki akiwa na miaka stini. Baada ya miaka mitano nawe ukazaliwa, bimana umezaliwa babu yako ukishafanya miaka mitano ndani ya kaburi. Leo hii ukutani na we pia una miaka stini. Hii miaka stini ambayo uko nayo, maana babu yako ukishafanya wengine miaka stini ndani ya kaburi na bado siku zinaendelea hadi kiama kitakaposimama. Tazama ukute babu yako muda wake wa miaka stini alipokuwa duniani, alikuwa ni mtu wa maaswi, ameishi duniani miaka stini akiwa ndani ya maaswi. Na sasa leo kaburini, amekwisha kuwa na ile miaka stini pia, yupo ndani ya adhabu, ndani ya kaburi, na inakwenda kuzidi hadi kiama kitakaposimama. kumbe Watu wenye akili ni wale ambao wanakaa chini na kutafakari. Leo tupo kwa muda mchache, ila huko tunapoelekea ni pahala parefu. Rejea kwa mola wako, tubia kwa mola wako. Maisha duniani ni mafupi. Hadithi ambayo tulikuwa tunaisema mipokea Bukhari Idha lm ytysar laka itikafu lsh lawahii min ramadana kha faatakif badaha, ikiwa kwamba hutoweza kuingia itikafu kumi la mwisho la Ramadani lote lizima, hutoweza basi, fanya itikafu kunako baadhi ya siku. Itakifu lwitra min lsh lawahiri layali fanya itikafu kunako zile siku zisizogawika na mbili, usiku wa 21, usiku wa 23, usiku wa 25, usiku wa 27, usiku wa 29. Wa in lam tatakifu hadhihi llayali fa atakifu laylata asabia wa 20, na kama hizi siku zote hutoweza kufanya itikafu itikafu japo usiku moja tu wa tariki 27. Fa in lam ta'takif laylat asabi'a wa 20 fa atakif walau ba'd as-sa'ati fi al-masjidi, na kama nao huyu usiku wa tariki 27 hutoweza kuingia itikafu, basi ingia itikafu japo hata baadhi ya masaa ndani ya msikiti, ili tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala

Jitahadhari na fitna, jitahadhari na fitna, jitahadhari na fitna, sawa. so, so, an taftani ya nas sawa an antaf

Baadal wakti liyasiri. Ikiwa mwanamume uteka itikafu, basi mke wako, familia yako, wanaweza kuja kukutembelea msikitini, mkazungumza kunako baadhi ya wakati, hata mchache, kwa hadithi ya Safia zawji Nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba anna hajaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi itikafi. Safia amekuja kumtembelea Mtume akiwa ndani ya itikafu yake fil masjid, msikitini

mgonjwa au mtu mwenye itikafu asitoke tena aenda kumwona mgonjwa kwa mganga wala asitoke tena aenda kuzika, kwa hadithi ya Aisha Allah amridhia anasema: as-sunnatu ala al-mu'takifi an la ya'uda maridha wala yashhad janaza, sunna kwa mtu mwenye itikafu ni yeye kutokutoka tena aenda kumwona mgonjwa wala anaenda kuzika, wala yamassa mra'atan wala yubash wala yubashiraha, wala asikutani na mwanamke mke wake wala kushikana shikana. Wala yakhruj lihajatin illa lima la budda minhu, wala asitoki kwa haja haja ya kila fulani isipokuwa ile haja ambayo inahitajika, yani hakuna ujanja lazima iki kitu kifanyike. Wala itikafa illa bisaumi, na hakuna itikafu mpaka pawepo saumu na haya ni masala ambayo kuna khilafu. Je, itikafu ni sharti mtu awe ndani ya swaumu, au mtu anaweza kaingia itikafu bila hata kuwa kwenye swaumu? wala itikafa illa fi masjidin jamiin, na wala kuna itikafu isipokuwa kwenye msikiti ambao unasaliwa iko sala ya jamaa. Na hapo masala kuna khilafu. Rawahu Ahmad. Idha lam ta'takif ta fi ramadhana fatakifu alashara alawala min shawali, ikiwa kwamba hukuweza kuingia itikafu ndani ya Ramadhani, basi fanya itikafu hata kwenye kumi la mwanzo la mwezi wa Shawal. Baada ya Ramadhani, ingia itikafu kwa hadithi ya Aisha akisema, kana nabii sallallahu alaihi wasallam yatakifu fi lashri alawakhir min ramadhan, kwamba Mtume alaihi salatu wasalam amekuwa akiingia itikafu kunako kumi la mwisho la Ramadhani. Fakuntu adribu lahu khibaa, nikawa nikimtengenezea ka nyumba yaani ka sehemu fulani ndani ya msikiti. Fa yusalli subha thumma yadkhuluhu, anasali asubuhi, kisha baada anaingia ndani ya kale ka nyumba, kamjengo ndani ya msikiti. Fastadhanat hafsatu Aisha an tadriba khibaan

Zainabu binti Jahsh alipomwona mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Zainabu naye akawa mitengeneza ingine nyumba. falamma asbaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ra'a al-akhbiya, mtume alipoamka asubuhi na baada kusali akaona zile nyumba tule tujumba mbatu tulitojenga ndani ya msikiti. fakala ma hadha, mtume alayhi salatu wasallam akauliza nini hivi fa ukhbira, akaambiwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, faqala nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wassalam akasema, albirratu una bihin, je, mnaona kwamba hivyo mnavyotaka kuvifanya ndio wema? Fataraka litikafa dhalika dhalik lshahr, akawa miacha yoitikafu kwenye ule mwezi ambao walikuwa wamepinzana wanawake zake kwa kutengeneza majuma tofauti, thumma atakafa 'ashara min Shawwal, kisha kafika anafanya itikafu kunako kumi la ndani ya mwezi wa Shawwal, rawahu Al-Bukhari, kwa ni dalili natosha kwamba vile, hata ndani ya mwezi wa Shawwal, mtu anaweza kuingia itikafu, hadha billahi tawfiq, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.